Yuko wapi Charles? Umeandika message ndefu sana kuliko mtu yote anavyoweza kuandika. Nilikuwa sina muda, nimeisoma kwa siku tatu. Nimesoma siku ya kwanza nikaacha, alafu nika nika nika kesho nikasoma tena kidogo nikaacha, nikasoma tena kesho kutwa nikamaliza. Leo asubuhi ndo nimeimalizia ya siku ya nne. Ulisema mko watu saba ko vijana saba mnataka kufanya mambo makubwa ya biashara lakini mnakwama. Heu e, tetea hoja yako, simama tetea hoja yako na vijana ulionao, ulioandika majina yao, ninayo hapo umeandika waje hapo niwaone. Um, baba shikamoo kwanza. Baadhi baadhi wapo lakini baadhi wao hawajafika hapa. Wewe, ita majina waje, maanake mimi hapa ninayo majina yote ulioniandikia. Moses Moses yupi? Maana hata mdogo wangu yuko da anaitwa Moses. Zakaria anaitwa Zakaria. Uh -huh. Haji. Nani? Haji Madanga. Eh Haji, hapa naona jina la Haji. Uh -huh. Um, Fred. Uh hajifre -huh. naona jina la Fred hapa Mm -hmm. Yuko wapi? yukoapmbona ameinuka kama ameshangaa, umemwandika ajui Lepale, eh? Ni kama ajui ameshtuka kabisa, ajui kwamba ameandikwa kwenye group. Ehe, mwingine nani? Kuna Jackson, kuna Zakaria na Jackson Zakaria, naona kama hayupo makini. Nimetaja jina lake, ila sijamuona. Kitokezea tukwaje? uh -huh. um, baba, si vijana huwa tunapitia changamoto nyingi, lakini mi kazi yangu ambayo naifanya, nafanya biashara ambayo nasafirisha mazao, nachukuaga mazao huko mkoani Kahama, nasafirisha napeleka Kenya. um, mwanzo nilikuwa napata ugumu sana kuvusha. Nikishafika na Namanga kuvusha ilikuwa kazi ngumu, lakini kwa sababu baba, tuko chini ya mkono wako baba, tunajivunia sana kuwa chini ya mkono wako. Ilipi, ilipita, ilipita muda nikawa nasema kwamba Mungu apige ngurumo, atanipigania tetea hoja yako. Mungu apige ngurumo, anaishi hapa, wewe tetea hoja yako. Kwa nini umeomba shilingi milioni mbili why? Kwa sababu, ni kwa sababu, biashara ambayo unaifanyaga ni biashara ya kuuza mchele na mchele kule bei unakuta nakuta bei iko chini, lakini ili tuchukue mzigo, kwa sababu tunachukua mbali na tunauzia mbali, ikiwa milioni mbili baba, tutafanya vizuri zaidi, kwa sababu na nimehitaji watu wengi, kwa sababu mimi ni mwenyeji uko Nairobi, kwa hiyo nitabaki kule, alafu avia na wenzangu watakuwa wakichukua wa, wat, watatu watakaa huko, kama watakuwa wakichukua mchele na kusafiri na kusafirisha. Alafu wengine umeongea na hawa? e, nishaongea nao. Hebu hebu wathibitishe nani, alafu... tuanze yule wa mwisho kule Arusha. Hey, sasa tuanze na yule kule wa mwisho athibitishe hicho kitu. Alinishirikisha, akaniambia yeye anatafuta mtaji wa, Asikumbuke aliniambia ni kiasi gani akaniambia habari ya kule nyumbani kwao, kwamba mchele wanauza bei rahisi, kwa hivyo yeye hapo anasafirishaga mchele kupeleka Nairobi, kwa na kule inauzika bei gani, halafu huko ni bei. Okay, point yangu ni kwamba amekuhusisha wewe kama mmoja wanakikundi na ambao mnajua hii kazi yenu. Hapana, kajipangeni. Yes. Lazima mnapoleta hoja zenu kwangu muwe mmefanyaje? Mmejipanga.